Baadhi ya wananchi wamepongeza hatua hiyo na kwamba itasaidia kupunguza usumbufu wa kufuata huduma hizo mbali nje ya mkoa wa Manyara. Halima Waziri na Ramadhani Mustafa ni baadhi ya wananchi hapa wanaipongeza serikali kwa hatua hiyo. Tumeipokea hii huduma kwa furaha na kwa uzuri zaidi, kwa sababu tulikuwa tukipata mgonjwa kama huyo, inatulazimu kuenda Arusha, Moshi au Dodoma kwa ajili ya matibabu kama hayo. Kwa kweli kwa huduma hizi zilizozinduliwa kwa siku ya leo ni nzuri, tunazifurahia kwa sababu kwanza ni ukaribu uliopo pia, lakini pia kwa sababu ni wilaya yetu na ni mkoa wetu, basi tunashukuru kwa ujumla. Lakini kwa kuwa huduma hizi zitakuwa zimehamia hapa, basi tunashukuru, tutakuwa tunazipata kwa ukaribu zaidi. Kwa mujibu wa kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara, Dkt. Yesige Mutajwaa, amesema hospitali hiyo imetoa jumla ya rufaa 22 kwa wagonjwa waliokuwa wakihitaji huduma za kusafisha damu kwa wagonjwa wa figo kuanzia mwezi Julai mwaka 2024 hadi sasa, na kwamba kuanzishwa kwa huduma kwa hiyo katika hospitali hii itasaidia kupunguza gharama kubwa ya wagonjwa kufuata huduma hizo nje ya mkoa wa Manyara damu na kipimo cha mfumo wa chakula zitasaidia kusogeza huduma karibu na wananchi, kwani wagonjwa wengi wamekuwa wakipewa rufaa kwenda nje ya mkoa, hasa Dodoma hospitali ya Benjamin Mkapa, lakini KCMC Kilimanjaro, lakini pia mara chache hospitali ya Idom na Mount Meru, hasa kwenye eneo la kusafisha damu. Katika mradi hii miwili jumla ya shilingi milioni 552 laki na mia nane zimetumika katika ununuzi wa mashine sita za kusafisha damu, lakini pia kwa kipimo cha mfumo wa chakula. Awali mkuu wa mkoa Manyara akizindua huduma hiyo ya usafishaji wa damu kwa wagonjwa wa figo amesema huduma hizo kwa sasa zitapatikana mkoani Manyara na kutoa wito kwa wagonjwa wenye changamoto za figo kufika hospitalini hapo ili kupata huduma hizo. Na sisi leo tutazindua huduma hii hapa, na hapa tutazindua huduma mbili, tutazindua huduma ya kwanza ya usafishaji wa figo ambao kwa kweli imekuwa ni changamoto kubwa sana. Tunafahamu ni janga hili ambayo limeendelea kutokea, sijui labda ni kwa sababu ya mabadiliko na tabia labda za za maisha labda na mifumo ya vyakula na vitu kama hivyo. Sasa tumekwenda kuokolewa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mara nyingine, zaidi ya milioni mia tano na nukta tano zimeingia hapa kwenye eneo hilo tu la siku hii ya leo ambayo tunalizungumzia hapa. Lakini pia tunajua tuna magonjwa haya ya kumwaumwa matumbo, unafika unasema mimi nahisi kama vile na vidonda vya tumbo, hasa masuala y kuhisi hapa. Kutakuwa hakuna tena madaktari, watakuingiza kipimo, watapima na watajiridhisha. Huu ni mpango maalum wa makusudi kabisa wa serikali ya awamu ya sita, kutoka hapa mkoani Manyara. Mimi ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV.